Tuliishia pale ambapo Sauda alikuwa anazungumza na sisi kuhusiana na ile siku ya pili ya baada ya yeye na yule aliyekuwa mume wake kufika pale nyumbani, yaani siku ya pili baada ya ule usiku wa mauzauza. Akasema asubuhi alipoamka yule baba mku alikuja na akawa amempa simu ili aongee na wazazi wake, lakini kwa sharti kwamba asionyeshe kama kuna tatizo lolote. Yaani azungumze na wazazi wake kana kwamba hakuna kilichotokea usiku ule. Kwa mujibu wa Sauda akasema, hapo ndipo nilipogundua kwamba kumbe kila kitu kilichotokea usiku basi huyu mzee alikuwa anahusika. Haikuishia hapo. Hata baada ya Sauda kuongea na wazazi wake, akamrudishia simu yule mzee. Na hapo sasa yule mzee akaanza kumpa masharti ya namna ya kuishi ndani ya ile nyumba. Yule mzee alimwambia, na hapa sasa naomba ninukuu yale masharti tu aliyomwambia Sauda. Sauda alisema, baada ya yule mzee kupokea simu yake, ndipo alipoanza kunieleza mambo mengi ya kutisha sana. Nakumbuka yule mzee aliniambia, na hapa naomba ninukuu yale maneno aliyosema alisema hivi, nadhani ishara ya kwamba uko wapi umeshaziona. Usiku sasa nisikilize tena, unisikilize kwa makini. Ni hivi, ukiingia ndani ya hii nyumba utaishi vizuri endapo utafuata masharti ya humu ndani, lakini ukienda kinyume na nitakavyokuagiza, basi utaishia ndani ya hii nyumba kama walivyoishia wenzako ambao walijifanya kichwa ngumu. Sauda akasema muda wote huo nilikuwa nikimsikiliza huku nikitetemeka mwili mzima kutokana na namna alivyokuwa naongea kwa msisitizo sana, huku akiwa amekunja sura. Akaendelea kuniambia akasema, kwanza nataka utambue kwamba humu ndani ndio umeshafika na kutoka ni mpaka niamue mimi na hata huyo unayemuita mume wako hautamwona tena kwenye macho yako. Akasema kingine ni kwamba hauruhusiwi kutoroka humu ndani, na ukijaribu kutoroka kitakachokukuta hautaamini. Na jambo lingine ni kwamba utahakikisha unawahudumia watu walio ndani ya hii nyumba kulingana na nitakavyokupa maelekezo. Sauda akasema kabla hata hajaendelea kuniambia mambo ama mashalti mengine, mimi akili yangu ikaanza kuwaza hao watu, maana tangu nafika pale sikumuona mtu yoyote zaidi yake yeye mwenyewe. Sasa hawa watu walikuwa wanatoka wapi? Sauda akasema yule mzee akaendelea kuniambia, akasema jambo lingine ni marufuku kumweleza mtu mwingine kinachoendelea mle ndani. na hata nitakapokuwa naongea na wazazi wangu, nihakikishe naongea nao kwa furaha kama nilivyofanya. yaani kiufupi alimaanisha wazazi wangu wasijue kilichokuwa kinaendelea. ndipo aliposema kwamba kila kosa nitakalokuwa nalifanya adhabu yake ni kukatwa kidole kimoja cha miguu. vikiisha tunahamia mikono. Vya mikono vikiisha, basi kinachofuata